Naitwa Jesca Kawonga, nafanya kazi na shirika la SOS ambalo sasa hivi limekuja na mradi ambao unawezesha vijana katika afua za afya ya uzazi na afua ya uchumi endelevu. Mradi huu ni wa miaka mitatu ambao na umeanza mwaka 2025 na, na utaisha Disemba 2027. Siku ya leo tulikuwa tuna kikao kazi kwa ajili ya kutengeneza jumbe zinazohusu afya ya uzazi ambazo jumbe hizi zitawafikia vijana uh, waliokuwa na umri wa kuanzia miaka kumi mpaka miaka kumi na tisa lakini pia utawafikia watoa huduma za afya, utawafikia pia wazazi pamoja na wanajamii kwa ujumla. Katika kikao kazi hiki tumewashirikisha wanajamii ambapo katika wanajamii hawa kulikuwa na vijana wa kike na wa kiume, kulikuwa na wazazi ambao hao ndio walengwa ambao tunataka waende wakatoe hii elimu ya afya ya uzazi kwa watoto wao, lakini pia kulikuwa kuna wahudumu wa afya, kulikuwa kuna wanahabari, kulikuwa kuna vijana wenye mahitaji maalum, lakini pia tulishirikisha wadau. Uh, mdau ambaye aliweza kujitokeza alikuwa ni IOP ambaye anafanya kazi zinazofanana na sisi katika kata ya Ilula. Naitwa Kelvin Leonard mimi ni mratibu wa mawasiliano kutoka TAI. TAI ni shirika la vijana ambalo linajihusisha na jamii kiujumla. Tunafanya kazi kwa jamii kwa ajili ya jamii yenyewe. Kwao sisi tunatumia nguvu ya teknolojia tukitumia comic book, vitabu vya mawasiliano animation katuni chapa tatu, lakini bila kusahau radio drama kama masimulizi ya sauti ambayo tunatumia kwenye vyombo mbalimbali ambavyo vinasaidia kupeleka jumbe mbalimbali katika jamii. Lakini tunajikita katika maeneo tofauti tofauti kufanyia kazi kama maeneo ya mazingira uh, bila kusahau jamii jumuishi, kutoa scholarship kwa wanafunzi, lakini bila kusahau maswala mazima ya elimu ya afya ya uzazi. Leo hii kwa kushirikiana na SOS Uh, kwa umoja wetu tumekutana na baadhi ya wadau mbalimbali kutoka serikalini, lakini katika wizara za afya uh, vyombo mbalimbali vya usalama na wadau wengine ambao kwa pamoja tumekutana, lengo kubwa likiwa kutengeneza jumbe ambazo zitakwenda kutengeneza au kubadilisha mitazamo tofauti tofauti katika jamii hasa katika masuala mazima ya elimu ya afya uzazi. Jamii ina imani tofauti tofauti ikiamini kwamba kuna baadhi yao wanaamini mtoto hataki kusoma shule mpaka akawa mkubwa naamini kwamba kifikisha miaka kumi na nane tu inabidi aolewe na imani nyingine tofauti tofauti ambazo hazitakiwi kuwepo kwa sasa. Kwa hiyo lengo lilikuwa ni hilo, na tunaamini kila ambacho tumekitengeneza siku ya leo kitaenda kuifanya jamii kuwa bora na kupata jamii mpya ambayo itaenda kufanya mambo haya na kuhakikisha elimu ya afya uzazi inafika sehemu mbali zaidi na kuwasaidia. Kwa jina anaitwa Belina Chazi Muhanga. Uh, na, nafanya kazi katika shirika la IOP kwa kilefu Ilula Orphan Program. Tulialikwa kwenye kikao kazi hiki cha kuweza kujadili uh, ya masuala mbalimbali yanayohusu uh, afya ya uzazi kwa vijana uh, kikao kazi hiki kilikuwa ni cha siku mbili, na tunashukuru sana sana, tuwashukuru SOS kwa kutualika uh, ili kwa pamoja tuweze kutatua changamoto hizi. Kwa pamoja tumeweza kujadili jumbe mbalimbali ambazo jumbe hizi zitagusa jamii moja kwa moja na zitatumika kama kielelezo cha kubadilisha jamii, na tunaamini mm, kwa pamoja tutajenga uh, jamii ambayo ina usawa lakini pia jamii inayoelewa zaidi kuhusu masuala ya afya ya uzazi. Vijana wengi bado hawajapata elimu hii ya afya ya uzazi na wengi hasa hasa vijijini hawajui nini kuhusu maana ya afya ya uzazi, lakini tunaamini jumbe hizi zitaenda kubadilisha mtazamo wao, zitabadilisha fikra zao, lakini pia zitabadilisha mienendo yao.